Fasalu Ahla dhikri, in kuntum la ta'lamun. Naam, ndiye anasema je, ikiwa watu wametoa pesa kuwapa wafiwa kwa ajili ya mchango wa mazishi ya aliyekufa na zikibaki, zikabaki, naam, na zikibaki pesa je, wafiwa wana, wana, wana haki ya kutumia wao wanavyotaka na je wakiamua kumtolea sadaka marehemu kwa pesa hizo inafaa au wazifanyeje? Nini wafanye nini pesa hizo? Jawabu ni kwamba maiti kwanza hamiliki kitu tena, maiti hamiliki kitu baada ya kufa tu, basi hamiliki kilichokuwa miliki yake kinaondoka miliki kwenda kwa mrathi wake moja kwa moja. Lakini hizi pesa watu wamechanga, kwa hivyo wenyewe, ikiwa wametoa kauli maalum kwamba hizi pesa zifanye kitu kadhaa kwa lengo maalum, lengo hili Mfamiana eh, E, na mnaweza kuwapata wenyewe mtawauliza, kama imebakia kama pesa mlitupa tufanye kitu kadha na imebakia. Lakini kwa hakika al-urfu inafahamika ni kwamba watu wengi wakitoa pesa za namna hiyo huwa washatoa katika miliki yao, ni sadaka kuwapa wale watu. E, kwa hivyo mkiwa mna yakini wenyewe kwamba hawa watu hizi pesa wametoa katika miliki yao kutupa sisi na kinachobaki kama hawahitaji ha ha ha kitu na kirudi kwao basi ni cha ni chenu wenyewe tena, mna mna khairi yenu, mkitaka kutumia, mkitaka kumfanyia maiti sadaka, hiyo ni mali yenu yani. E, lakini iko hamna hakika, basi kwanza mtawaulize wahusika, mlitupa pesa kwa ajili ya mazishi na pesa zibaki, pesa yenyewe hizi hapa zimebakia tuzifanyeje? Iko hamna hakika kwamba labda ametaka wao pesa tumeiko mazishi tu, ikibakia watu wamelekezwa wenyewe, iko amekusudia hivyo E, lakini hilo linasema tu, si aghlabu watu wengi wakitoa pesa na hiyo washaitoa aghlabu ya watu. Kwa hivyo mtatazama wenyewe na mna haika gani, kama mkiona kwamba hawa wametoa wa, moja kwa moja hii pesa wao kwao si miliki yao tena, washaitoa wa, yote basi, tena wa wahusika wa, wa hapo tena watakuwa ile pesa wa, wa, ni zao, na pesa hii si pesa ya mirathi yani. si kwamba pesa itagawiwa kama mirathi kwa sababu hii wa si pesa ya maiti. Maiti hakuimiliki katika katika katika uhai wake, hakuimiliki ikawa baadaye imeondoka kwake, kwa ikaenda kwa nani? Ikaenda kwa warathi? Hapana, itakuwa ni pesa ya ushirika tu, utagawana hata kama mwanamke na mwanamume sawa sawa. Basi hiyo ni kitu. Wallahu tabaraka wataala a'alam wa ahkam.